ifa na michezo na sasa, ni udondozi wa magazeti. Naanza na gazeti la uh, sauti ya watu Tanzania Daima. Sauti ya watu Tanzania Daima lenyewe linaandika simanzi Margaret Sitta awaliza mamia, mwili wa mumewe ukiwasili nchini. Marehemu Sitta arejesha matangazo ya live bungeni. chani wanaonekana maofisa maafisa jeshi la polisi wakiwa wamebeba jeneza la mwili wa aliyekuwa spika wa bunge la tisa Samuel Sitta kwenye gwaride maalum la kupokea mwili huo kwenye, katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, hiyo ni jana. kuna habari nyingine mrengo huo: Mkapa, Sumaye kama hawajuani na picha imewekwa hapo, walikutana msibani. Kwa Mungai atazikwa kesho Iringa. habari leo habari leo lenyewe linaandika bunge la mpa heshima adhimu sita aya mbunge ataka kamatite ule sakata la UDA askari waliotimuliwa wadaiwa kubaka wanafunzi. askari hao wametimuliwa wapi? E, ni huko Mbea. Pata nakala ya gazeti lako fikira ya kinifu Mtanzania lenye linaandika Trumpu achafua hali ya hewa. Maendamano makubwa ya tanda miji mbalimbali Marekani, wadai hawamtaki, ana kauli zilizofaa ni mbaguzi. Mke wa rais alazwa Muhimbili, na pichani anaonekana pole mama rais, Dr John Magufuli akimjulia hali mke wake mama Janet Magufuli, ambaye amelazwa wodi ya Sewa Haji katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, Dar es Salamu, hiyo jana. Anaonekana mwenyewe hapo akitabasamu na mke wake pia anaonekana akitabasamu akimjulia hali aki, aki, aki, pole mama majira. Simanzi JPM aongoza kuagwa Joseph Mungai, samio sita kuagwa leo. Mtoto wa betri afariki dunia, sababu za kifo chake zaelezwa kuzikwa leo. Ni yule mtoto aliyefanyiwa upasuaji na kuupandikiziwa betri katika moyo wake. Zanzibar leo. Dkt. Sheini awaapisha naibu mawaziri. Mahonda chasitisha uzalishaji ni kwa kukosa mali ghafi. Hicho ni kiwanda cha Zanzibar Sugar Factory Limited kilichopo Mahonda. Hicho ni kiwanda cha sukari huko Zanzibar. Uh, Dkt. Magufuli aongoza kuagwa mwili wa mm, Mungai. jela miaka saba kwa kumbaka mtoto wa kambo. Huyo ni kijana Hamisi Pandwali mwenye umri wa miaka 29 anayekabiliwa na kesi ya kumbaka mtoto wake wa kambo mwenye umri wa miaka 11 amehukumiwa kifungo cha miaka saba gerezani na mahakama ya mkoa Mwera. Uhuru, ukweli daima. Wasomi wapongeza ushindi wa Trump. Viongozi wa dini wa watu wa hofu wa Uislamu wa Afrika A JPM aongoza wananchi kumwaga Joseph Mungai. Mwili wa sita wasili Dar kupelekwa Dodoma leo. Hatima ya Lema kujulikana leo. Haya, Watanzania ishirini na tano mbaloni ughaibuni. Jambo Leo lenyewe linaandika mshike mshike, Marekani maandamano yagubika miji, majimbo kadhaa Marekani, watu washinikiza, hatumtaki Trump, hatutaki ufashisti. Aya, mama Magufuli alazwa sewa Haji, lakini kuna habari picha hapa Uh, inaambatana na mambo hayo ya Bwana Trump, waandamanaji wakati katika waandamanaji wakiwa katika mitaa ya jiji la Oakland, California eh, kushoto na kulia na jiji la New York, Marekani wakipinga ushindi wa Rais mteule Donald Trump jana. Picha ndogo juu ni bendera ya Marekani ikichomwa moto na waandamanaji hao. Kina mabango, kuna bango moja andika Women Against Trump. Sasa mgempigia kula basi mwenzenu na mke mwenzenu. Haya, Daily News. Daily News linaandika wabunge wapendekeza wakurugenzi wa halimashauri na makatibu tawala wale wapya, wale hususani wapya, kupewa mafunzo watakawajengea uwezo wa kutekeleza majukumu yao kwa ufasaha, hususan katika masuala ya menejimenti haya. Pichani, Rais John Magufuli akisalimiana na Waziri Mkuu wa zamani Frederick Sumaye wakati wa shughuli ya kuaga mwili wa Waziri wa zamani Joseph Mungai katika ukumbi wa Karimjee Dar es Salaam jana. Anayeangalia pia katika tukio ni Rais mstaafu Benjamin Mkapa na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji mstaafu Damian Lubuva. Habari nyingine chini ya picha hiyo ya rais ni bunge la tengua kanuni na kuruhusu mwili wa aliyekuwa spika wake kuanzia mwaka elfu mbili na tano mpaka elfu mbili na kumi marehemu Samuel Sitta kuagwa ndani ya bunge hilo leo. Business Times gazeti mahususi kabisa kwa ajili ya habari za biashara na uchumi linaandika kuhusiana na Bwana Trump kuwa rais wa Marekani. E, inaandika kwamba hii habari hiyo imekuwa ni mshtuko sio tu kwa Wamarekani weusi bali Tanzania na Afrika kwa ujumla. Ikumbukwe Trump, katika kampeni zake, alikuwa aliongea maneno makali kuhusiana na wahamiaji kuhusiana na watu wa dini fulani eh, lakini pia kufumua mikataba ukiwemo ule wa AGOA ambao unatugusa eh, Watanzania, kwa kuwa ule ni mkataba unaruhusu bidhaa za nchi za Afrika kuingia Marekani bila vikwazo vyovyote. Sasa mojawapo ya mikataba ambao bwana Trump aligusia kufumua ni ule wa AGOA. Alifumua ule wa NATO na ule mwingine wa biashara kati ya Mexico na Marekani. Haya, na tayari ameshaelekeza kwamba watu milioni mbili waliofungwa katika jela mbalimbali mbali za marekani ambao si raia wa Marekani kuondolewa nchini humo. Haya, katika michezo tunaanza na gazeti hilo hilo la Business Times. Business Times habari kubwa katika michezo ni linaandika kuhusiana na mpango wa kukufufua kufu, bendi ya muziki wa dansi ya Morogoro Jazz. Bendi hiyo ilivuma na kuwa miongoni mwa bendi kali kabisa za muziki huo mnamo miaka 1950 na mwanzoni mwa mwaka 1960. Daily News. Daily News yang linaandika, Yanga yaipumulia Simba shingoni ni baada ya jana kuifunga Ruvu Shooting mabao mawili kwa moja na kupunguza pengo la uongozi baina ya mahasimu hao wawili ambao kuna wakati fulani waliongoza ligio kwa point, kwa tofauti ya pointi takribani kumi. Haya, Yanga Azam kunufaika na shilingi bilioni saba na nusu kufuatia shirikisho la soka barani Afrika kutangaza kuongeza mpunga kwa washiriki wa michuano ya soka barani humo. Yanga na Azam watakuwa wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya Afrika. Jambo leo linaandika mnahesabu, mna hesabu lakini bado alama mbili tu kuikamata Simba. Haya, kipisi kipisi kibonzo hiki bwana, hii jamaa eti ni golikipa kipisi, wenyewe mfupi alafu piga picha, ni golikipa mfupi kama njiti ya kiberiti. Ama anasema hivi, mabeki kumlinda golikipa, yeye analalamika eti mipira imfikii. Kweli kipisi, akili zake ni fupi kama alivyo mwenyewe. Yanga yakaapatamu Yanga ya mabondia Afrika ulingoni Desemba 9 Mayanja achekelea kipigo, ndio inavyoandika gazeti la Uhuru Zanzibar leo. Pluim wasema aondoka, Lwanda Mina atua Da, uteuzi andaa 17 wazua utata, Majira. Yanga ya iburuza Ruvu goli mbili kwa moja. Wabunge Yanga wachagua uongozi wa mpito. Lakini nimeipenda sana habari. Sikiliza. Kati ya viongozi hao wa kamati ya mpito, sikiliza hii mseto uliopo. Mwenyekiti Ridhiwani Kikwete, makamu mwenyekiti Venansi Moto, ni mwenyekiti Ridhiwani Kikwete makamu mwenyekiti. Alafu katika kamati tendaji wa wamwajumbe, kuna Grace Kiwelu, kuna Halima Mdee, eh? Alafu kuna Issa Magungu, kuna Doto Biteko e, lakini baraza la wazee sasa linaundwa na Freeman Mbowe, kuna Mwigulu Nchemba, hawa Gasia eh, sikiliza. Mambo ya michezo michezo, bwana, furaha, michezo inawaleta pamoja. Apa imboe, Apa kuna kuna mamoto, watu pamoja hapa, Freeman Mbowe kule, Ridhiwani Kikwete hapa, kuna Halima Mdee, kuna Venance Mwamoto, Mwigulu Nchemba watu. Wewe haya, twende Mtanzania, Yanga yaipigia indiketa Simba haya kumradhi, Flaviana Matata, ndivyo inavyoandika gazetini. Kibonzo kingine Kiba kurudishiwa tuzo yake. Haya, kibonzo hiki hapa kwa kudata, wanaongea jamaa hao, wanaume watupu, ila jamaa ana virasta. Nikifikiri mwanadada, kumbe ana virasta vile, kama viko kama vitunguu tunguu, vimesimama hivi. Haya, jamaa anamwambia mwenzake, punguza michepuko. Jamaa anamuuliza kwa nini nipunguze michepuko? Jamaa anamwambiaje? Huoni aibu kuwa na watoto wa nje? Aya, jamaa anajibu, tuhuma nje, yaani mama zao wanatoka Marekani. <laughs> Aya, ni maswala tu ya uelewa hayo. Aya, Habari Leo linaandika yanga yaipumulia Simba. Aya, nusu fainali netiboli Muungano leo pichani wachezaji wa Yanga wakishangilia kwa kucheza baada ya kushinda bao la pili dhidi ya Ruvu Shooting kwenye mechi ya ligi ya Tanzania Bara iliyofanyika uwanja Uhuru, Dar es Salaam jana. Yanga ilishinda mabao mawili kwa moja. Stahilii navyoona, tafikiri kama kiwanzenza vile, lakini sijui ni stahili gani? Aya, Tanzania Daima lenyewe linaandika bado mbili tu, ehe Msuva niyo nzima wazima, tambo za Ruvu Shooting, bado mbili tu, yani bado pointi mbili e, e, Yanga kuifikia Simba. Yanga imefikisha pointi thelathini na tatu huku Simba ikiwa na pointi thelathini na tano. Timu zote zimeshuka dimbani mara kumi na tano. Championi Trump anakwambia mke wa Schwanstaiga ni mrembo kuliko wote duniani. Aya, Pruimu akinukisha, afukuzwa kwenye benchi, awaambia Yanga mtanikumbuka. Aya, Yanga noma, ukibisha, basi we mchawi. Ndio linavyoandika gazeti hili, wachezaji Simba hawajalipwa mishahara kwa miezi mitatu. Kurasa mwisho gazeti hili linaandika mabao mia nne ya Zlatan. Haya hapa, haya Snoop Dogg afurahia bangi kuruhusiwa Marekani. Ozil anakwambia nimeagizwa kufunga tu. Aya, Bingwa bingwa lenyewe linaandika ujio wa Wandamina Yanga, mafya ya iduaza Zesco kuvipiga bao vigogo wa Afrika, wakubali Jangwani kuna mkwanja hatari. Aya, bado pointi mbili, ndivyo linaendelea kuandika gazeti la Bingwa ukurasa mwisho. Arsenal yataka Chile imrejeshe Sanchez, Sanchez rudi. Aya, kuna nukuu kutokana na umaskini Alex Sanchez alilazimika e, kupigana na watoto wenzake mtaani ili apate fedha za kujikimu. Haya, huyu Sanchez ameumia akiwa na timu yake ya Chile, ameumia kiasi kwa hiyo, na Chile wamembakisha mahususi ili aweze kwa matumaini kwamba anaweza kupona acheze mechi yake nyingine ina Uruguay wiki ijao. Sasa amesema mrudisheni, jamani. Kibonzo, mwagito mwamuzi huyu akafuatwa na mtoto wake. Mtoto wake enye kitoto kidogo tu, kimevaa kimevaa nguo ya ndani tu, kimemfuata uwanjani. Anamwambia, nilikuambia we mtoto, usioni nanifuata uwanjani bila kunipigia simu imekuwaje? Mtoto anamjibu babake, nimekupigia mbona? Tena nimekupigia hadi simu imevunjika. Basi mtoto kaamua kumfuata babake uwanjani. Watazamaji wa Channel 10, mpaka hapa mimi nahitimisha kipindi hiki cha asubuhi njema kwa siku hii ya leo.